Safari yake Ogola katika jeshi la Kenya ilianza mnamo mwaka 1984 alipojiunga na jeshi la wanahewa la Kenya kama luteni wa daraja la pili. Hapo awali alikuwa amefunzwa kuwa rubani wa kivita na jeshi la wanahewa wa Marekani. Zaidi ya miongo mitatu katika kazi yake, marehemu alijipatia umaarufu na kutokana na hilo alifanywa kuwa kamanda wa jeshi la wanahewa mwaka 2018, wadhifa ambao alihudumu hadi mwaka 2023. Mwaka huo huo wa 2023, Rais William Ruto alimteua Jenerali Ogola kama mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF, kufuatia kumalizika kwa kipindi cha miaka minne cha mtangulizi wake Jenerali Robert Kibochi. Mnamo tarehe 18 Aprili mwaka 2024, taifa lilikumbwa na huzuni na kugubikwa na giza baada ya kutangazwa kwa kifo cha mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF, Jenerali Francis Ogolla, mwaka mmoja tu tangia kuchukua hatamu za uongozi Aprili 28 mwaka 2023. Akitangaza kifo chake, Rais William Ruto alimtaja Jenerali Ogolla kama afisa shupavu aliyejitolea kwa ukakamavu kwenye kazi yake katika taifa la Kenya. I am deeply

Ogola aliyekuwa na umri wa miaka 61 alifariki akiwa na maafisa wengine 9, huku maafisa wengine wawili wa kijeshi wakinusurika ajali hiyo. Mwenezake alikuwa akiongoza misheni ya kurejesha amani katika eneo la kaskazini mwa bonde la ufa ambalo lilikuwa kitovu cha utovu wa usalama uliokuwa ukisababishwa na wezi wa mifugo. Wakati wa ajali hiyo, maafisa wengine waliofariki ni pamoja na brigadia Swale Said, kanali Duncan Keitanyi, luteni kanali David Sawe, meja George Benson Magundu, kapteni Sora Mohamed, Kapteni Hilari Litali, Sajini Mwandamizi John Kinywa Mureithi, Sajini Klifonzomondi na vilevile vile Sajini Ros Nyawira. Jenerali Ogola ambaye aliabiri ndege ya helikopta aina ya Huei aliondoka jijini Nairobi Aprili 18 asubuhi na kuelekea eneo la kaskazini mwa bonde la ufa chini ya operesheni ya umaliza uhalifu pamoja na kukagua shughuli za ukarabati wa shule katika eneo hilo. a ya ajali hii, uchunguzi ulianzishwa kubaini kilichosababisha ndege hiyo kuanguka. Uchunguzi ulianzishwa na kikosi cha wachunguzi kilichoundwa na wizara ya ulinzi. Kulingana na ripoti hiyo, ushahidi ulikusanywa unaashiria kwamba helikopta hiyo ilianguka kutokana na hitilafu ya injini. Waziri wa ulinzi Soipan Tuya alimkabidhi rais William Ruto ripoti ya uchunguzi wa ajali hiyo katika ikulu ya Nairobi Jumaa tarehe 4 Aprili mwaka huu 2025. Kabla ya uongozi wake, jenerali Ogola wengine waliohudumu katika huo ni kama vile Samson Mwathefe kutoka jeshi la wanamaji wa Kenya, Jenerali Julius Karangi kutoka jeshi la wanahewa la Kenya ambaye pia aliwahi kuwa mkuu wa ulinzi, pamoja na Jenerali Robert Kibochi ambaye awali aliongoza jeshi la Kenya. Marehemu Ogola alikuwa afisa mkuu wa majeshi ya Kenya na pia mshauri mkuu wa kijeshi wa rais na baraza la mawaziri. Msomi mahiri Ogola alikuwa mhitimu wa Ecole Militaire de Paris wa Ufaransa, chuo cha kitaifa cha ulinzi cha Kenya, chuo kikuu cha Egerton na vilevile chuo kikuu cha Nairobi. Ogola ambaye alifariki na miaka 61 alimwacha mjane Aileen Ogola na watoto wawili, Joel Rabuku na Lona Omondi Ogola ake ulienda lakini uwepo wake utasalia kwenye kumbukumbu za Wakenya na pia historia ya Kenya. Matendo yake yatazidi kukumbukwa. Acha roho yake ifadhiwe palipema, palipo na wema. Inshamela. Samuel Ngovilo, Pekuzi TV, makala maalum, ajali ya ndege.